Mambo ni mazito, mambo ni mazito. So naitwa Kisabufa kai okay, kama kijana hovyo tu lakini leo nipo peke yangu. So yaani mtakuja kumuona tena, kijana hovyo atarejea hivi karibuni. Na nipo hapa kama nilivyokwisha kuahidi kwamba kuna somo ambalo nitawaletea, ambalo tumekwisha kulipitia na kama ni moja ya mafunzo. Ili somo bwana linakuletea pamoja, linaambatana pamoja na story moja ambalo linakuja na hadithi moja ambayo inakuja kama nyumba ya giza. Huu ni kama utangulizi, lakini bado life lenyewe utalikuta. Hebu ambo tege sikio lako uweze kusikiliza. Nyumba ya giza. Katika mtaa wa Lilondo uliopo jijini Sumbawanga, kuna kijana alikuwa ni tajiri na ni tajiri wa ajabu sana na wa kushangaza watu, ambapo licha utajiri wake alikuwa, ana gari, ana nyumba, ana ofisi kali lakini licha ya vitu vyote hivyo tajiri alikuwa hana nyumba, nyumba ya kuishi mwenyewe ya kwake binafsi. Aliishi nyumba ya kupanga, lakini ikafika muda, ikafika mahala, yale maisha yakawa yamemchosha, ikambidi atafute nyumba yake mwenyewe.